Tunapozungumzia uchumi wa buluu tunamaanisha kuzitumia fursa na rasilimali za baharini katika kutunufaisha kiuchumi. Hebu tafakari juhudi thabiti za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuwekeza katika sekta ya uchumi wa buluu. Tazama dhamira ya dhati ya serikali ya kuwakomboa wananchi kiuchumi. Uchumi uchumi wa buluu wa Zanzibar una vipaumbele vitano. Cha kwanza kabisa ni kuendeleza uvuvi na ufugaji wa mazao ya baharini. Kipengele cha pili ni ukuzaji na uendelevu wa utalii, na kipengele cha tatu ni usafiri wa baharini pamoja na miundombinu yake, na kipengele cha nne ni kuiwezesha Zanzibar kujitosheleza kwa nishati ikiwemo nishati mbadala na nishati ya mafuta na gesi, na kipengele cha tano ni usimamizi wa rasilimali za bahari ili kuhakikisha rasilimali za bahari zinatumika kwa njia endelevu ziweze kutufaa sisi na vizazi vijavyo. Maamuzi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuanzisha chuo cha ubaharia visiwani Zanzibar yanatazamiwa kuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi hususan vijana. E, chuo cha ubaharia hichi kitajengwa katika eneo la Betrasi ambayo ni moja ya kampasi ya a, Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Uh, ujenzi huu wa chuo cha ubaharia ilikuwa ni ni, ni dream kubwa sana uh, kwa upande wa Zanzibar ambapo leo hii tunamshukuru uh, Mwenyezi Mungu kuweza kumjaalia uwezo rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuweza kufuatilia swala hili mpaka kuhakikisha kwamba ile hamu na kiu ya Wazanzibari leo hii ana, anaipatia ufumbuzi kwa ujumla wake hadi kukamilika kwake tunategemea chuo hichi kitagharimu uh, zaidi ya bilioni nane za Kitanzania. Hakika mcheza kwao hutunzwa. Serikali yetu kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi inatambua kuwa upo uhitaji mkubwa wa kuwa na chuo maalum kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ubaharia. Katika vipaumbele vya uchumi wa buluu kuna kipengele cha biashara za baharini, miundombinu yake, ambayo hapa inaingia usafiri wa baharini E, mabandari, e, meli na vitu vinavyofanana kama hivyo, ambapo hivi vyote vinataka rasilimali watu na rasilimali watu inategemea kuwa na chuo imara kabisa cha kutoa mafunzo ya baharia hapa Zanzibar. Mnamo tarehe 15 mwezi Agosti 2024, Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar ilitia saini hati ya makubaliano ya kusaidia uendeshaji wa mafunzo ya ubaharia visiwani Zanzibar. Makubaliano hayo ni kati ya wizara pamoja na Company of Heroes ya nchini Uholanzi. Hii ni hatua muhimu ya kuelekea mafanikio. Kwa hiyo huu, eh, hii MOU tulosaini hivi karibuni na wenzetu ambao ni wa Netherlands Company of Heroes, sisi wizara ya uchumi wa buluu tumekuwa ni kiungo ama tunaratibu kuhakikisha kwamba chuo kinapatikana na mabaharia wanapatikana Zanzibar. Tuwasikilize wadau muhimu kutoka chama cha mabaharia Zanzibar na wana haya ya kuzungumza. Kwa kwetu ni fursa kubwa zaidi, sababu tumepunguziwa mzigo kutoka Dar es Salaam kuliko hapa hapa Zanzibar. Lakini jambo zuri la kuelewa kwamba katika soko la dunia sasa hivi mabaharia ambao ni ngazi ya chini wako wengi kuliko mahitaji ya soko, lakini maofisa wako kidogo kuliko mahitaji ya soko. Kwa maana hiyo, kwenye officers kuna under supply lakini kwenye mabaharia kuna oversupply. Sasa, hii ni ni habari nzuri kwa Zanzibar kwa maana hiyo sisi tunatakiwa kusomesha vijana ambao wataenda kuchukua nafasi hizi za eneo la maofisa kwa sababu soko lake bado liko zuri na fedha zake ni nzuri za mishahara na kipato chake. Kwa hiyo chuo chetu tunachokianzisha kiwe na dhana kiwe na lengo la kuhakikisha kwamba tunatoa maofisa ambao watakuwa na uwezo wa kushindana katika soko la ajira la kibaharia kwenye ngazi ya maafisa, kwa sababu tukitarget kwenye mabaharia kama tulivyosema kwamba mabaharia sasa hivi wako na wako wengi kuliko wanaohitajika kwa sababu kadiri tunavyokwenda sasa hivi meli zinakuwa kubwa, lakini zinawafanya kazi kidogo, kwa sababu ya automation, computerization na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba meli kubwa, mabaharia kidogo, lakini maofisa ni lazima wawepo kadiri ya namba ambayo inatakikana. Hapa na kusudia kusema kwamba chuo kiconcentrate katika kutoa maofisa, kwa sababu maofisa katika soko la dunia bado anahitajika, lakini mabaharia soko lao limeanza kuwa la ushindani zaidi hasa soko la nje. Licha ya watu wengi kuitazamia tasnia hii ya ubaharia kama ni kazi ya jinsia fulani au ya watu fulani pekee, ni bayana kuwa tasnia hii ni mkombozi kwa watu wa jinsia na rika zote. Wanawake ambao wanafanya kazi katika tasnia ya ubaharia duniani ni asilimia moja nukta mbili, nukta mbili sita. Sasa kwa Zanzibar kwa mujibu wa takwimu ambazo tunazipata kutoka ZMWE ni kwamba mabaharia ambao wamekuwa satisfied STCW satisfied wanafika 2700. 2700, katika hao 136 ni wanawake ambao ni habari nzuri sana kwamba wanawake sasa hivi wameingia katika soko la ubaharia kwa kiwango kikubwa kabisa, na hii inatoa matumaini kwamba baadaye tutakuwa na ajira nzuri kwa kina mama katika soko la baharia. Mimi siwezi kusema kama kazi ya baharia ni uni kwa mwanamke kwa sababu najitunza na heshima anafanya kazi yangu tu, kitu ambacho ambacho kimeenda tofauti na kazi, siwezi kukifanya. Wizara ya Uchumi wa Buluu katika eneo hili sisi tunaratibu, kwa maana hiyo tunashirikiana na na Mamlaka ya Usafiri Baharini, tunashirikiana na Shirika la Bandari, tunashirikiana na kemkem -kem. lakini zaidi ni kwamba chuo chetu cha baharia kiko katika chuo chetu kikuu cha Zanzibar Suza, na wao ndio wanaendesha hichi chuo. Kwa hiyo sisi tuna ratibu katika kuifanikisha azma hii ya serikali ya kuanzisha chuo cha mabaharia visiwani Zanzibar. Chuo cha taifa cha Zanzibar Suza ni miongoni mwa wadau muhimu. Tupate nafasi ya kumsikiliza makamu mkuu wa chuo hicho akizungumza namna ya suala hili litakavyoratibiwa na kusimamiwa kwa ufanisi mkubwa. Sasa kwetu sisi, chuo tumeandaa uh, mpango wa utekelezaji wa chuo hiki ambayo watakwenda kutoa programu tofauti tofauti miongoni tofauti mwa programu ambazo zitatolewa ni zile ambazo zinakwenda katika programu za kitaaluma kwenye ngazi za diploma na uh, shahada na kuendelea, lakini pia tunaangalia zaidi mahitaji yaliyoko katika jamii zetu za kupata nafasi za kutumia taasisi zetu kujiongezea uwezo na ujuzi pa kutengeneza sifa zinazohitajika katika soko la ajira la dunia, na hivyo tunatazama pia namna gani tutakuwa na, na programu za muda mfupi zile zinazojenga uweledi certificate of competencies katika maeneo mbalimbali yenye kuhusiana na, na masuala hayo ya baharini, ili tuweze kuandaa vijana ambao wataweza kuingia katika soko la ajira ulimegogesi. Ili kufanikisha hayo kupitia wizara ya elimu na mafunzo ya amali tayari, uh, tumeshaanza mchakato wa ujenzi ambao karibuni tu kazi za ujenzi zitakuwa zitaanza, na kutakuwa na miundombinu ya kisasa kabisa kwa ajili ya kufundisha vijana hawa, ambapo tutakuwa na jengo kuu la utawala katika hatua ya awali, ambapo kutakuwa na ofisi za walimu na wafanyakazi. Tutakuwa na maktaba lakini pia tutakuwa na vyumba vya computer, yaani computer labs. Jengo jingine kubwa litakuwa tunaliita jengo la karakana na, na, na maabara pamoja na madarasa. Hili litakuwa na madarasa ya kusomea, tutakuwa na karakana zote za uhandisi kama ambavyo chuo cha engineering kinakuwa kinafanywa, basi karakana hizi zote zitakuwemo. Lakini pamoja na hayo, tutakuwa na karakana ambazo ni mahsusi kwa ajili ya, ya mafunzo ya mabaharia kwa mfano life raft workshop, hii ni ni, ni kwa ajili ya ya, ya kuwafundisha vijana namna ya ku deal na inapotokezea emergency situation kule baharini, kunakuwa na viboti, kuna vitu vyao ndani yake, hizo ni maalum. Lakini zile za jumla mechanical, tuna refrigeration, electronics, electrical, woodwork workshop, yani lazima wafanye maswala ya kuchonga na nini, hizi zote zitakuwepo. Ndani ya jengo hili pia tutakuwa na, na maabara ya kuchakata samaki yani free fish processing lab. Na pembeni yake kutakuwa na jengo nyingine ambalo ni kwa ajili ya kufundishia wavuvi ambayo itakuwa ni fisheries workshop. Sambamba na hiyo tutakuwa na bwawa la kuogelea yani swimming pool ambalo litakuwa katika kiwango cha nusu ya Olympic yani semi Olympic size. Na pembeni yake halitakuwa bwawa la kawaida tu la kujifunza kuogelea, lakini tutakuwa na rescue boat na miundombinu yote inahusika katika kushusha boti wakati wa dharura. Kwa hiyo bwawa hili litatumika kwa ajili ya kujifunza kuogelea, lakini pia litakuwa linatumika kwa ajili ya kushusha boti inapotokea dharura namna ambavyo wafanyakazi melini wanatakiwa washuke na watasurvive vipi baharini. Boti hiyo itakuwa iko pembeni imewekwa juu, na watakuwa wanafanya mazoezi ya kuweza kuishusha. Katika miongoni mwa workshop muhimu zaidi kuliko zote katika mafunzo ya ubaharia ni simulation. Yani, unahitaji kufanya simulation. Huruhusiwi kuingia melini kuendesha meli kabla ya kuanza kuendesha ukiwa juu. Kwa hiyo tunatayarisha mazingira ambayo ni sawa sawa na mazingira ndani ya meli. Tutakuwa na simulator mbili. Ya mwanzo ni, uh, ni, ni bridge simulator ambayo hii ni chumba cha captain, ambapo wanaendesha meli lakini, na wale ambao wamemzunguka wale ambao wanafanya watch keeping. Lakini pia tutakuwa na simulator inayoonyesha namna engine room ya meli ilivyo. Kwa hiyo vijana watakuwa wanaendesha meli wakiwa wako juu, wakihitimu hapo, basi ndio sasa wataruhusiwa kwenda melini kwenyewe, wakiaminiwa kwamba sasa wanaweza kuendesha meli. Lakini pia tutakuwa na kituo cha deki pamoja na zimamoto, Yani, Firefighting and deck center. Hapa wanajifunza namna ya kuzima moto melini. Bila shaka wanaanza namna kuzima moto kwa ujumla, lakini unavyozima moto melini na kuokoa mtu ambaye ya amepata ajali ni, ni, ni situation tofauti kabisa. Kwa hiyo wanafunzwa, lakini pia patakuwa na mafunzo yote yanayohusu yanaohusu deck namna ya kusuka kamba, namna ya kufunga meli, kufunga gati, namna ya kufunga ngazi, mambo yote ambayo unayoona we katika meli ya kawaida yatakuwa katika kituo hichi ambacho kimechanganywa baina hiyo Dexen pamoja na firefighting. Pia tutakuwa na jeti ambayo ni bandari ndogo, kigati kidogo, tutakuwa na maboti ambayo wanafunzi wanatumia kujifunzia, na hapo watakuwa wanajifunza namna ya kufunga gati, lakini pia itakuwa ndio kituo chake wakati ambapo tutakuwa na meli kubwa, basi meli yetu inaweza kukaa mbele kidogo, na wao watakuwa wanashuka kwa viboti ambavyo vitakuwepo kwa ajili ya shughuli hiyo hivyo basi, napenda kuchukua fursa hii kuwaasa ndugu zangu na wananchi wenzangu, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais katika juhudi zake hizi za dhati kabisa za kutuletea mabadiliko makubwa katika nchi yetu. Miaka minne tu, lakini tumeona mabadiliko ni makubwa sana kwa kila sekta. Hapa leo tunazungumzia sekta ya usafiri baharini, lakini na sekta nyingine zote zina mabadiliko makubwa, makubwa kabisa. Kwa hiyo naomba tumuunge mkono Mheshimiwa Dr Hussein Alimwinyi katika juhudi zake hizi za kuleta uchumi wa buluu kwa maendeleo endelevu ya Zanzibar. Mipango ya serikali yetu katika hili ni ya dhati na hodha wetu amefungua njia. Faraja yake ni kuona wazanzibari tunavuka salama uchumi wa buluu kwa maendeleo endelevu.